Simba Sports Club imekuwa na safari ya kipekee katika michuano ya kimataifa tangu mwaka 1974, imeorodheshwa katika kumbukumbu ya vilabu mashuhuri kwenye soka barani Afrika. Ilianza kuandika historia ya kipekee katika michuano ya kimataifa mwaka 1974 walipotinga hatua ya nusu fainali ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Mehara El Kubra ya Misri. Huu ulikuwa ni mwanzo wa safari ndefu na ya kihistoria kwa Simba Sports Klabu, timu ambayo ilionyesha uwezo wa kipekee wa kushindana na vilabu vikubwa barani Afrika, huku wakiwa wamepigania nafasi ya juu zaidi baada ya hapo Simba ilijizolea umaarufu zaidi kuanzia miaka 1990 hadi ilipofika mwaka elfu mbili na tatu Simba iliivua ubingwa Zamalek ya Misri. Ah, Simba wala ni mti mmoja wa Tanzania, haitabiliki. Simba ndio anaita sifa ya nchi yetu ya Tanzania Mwana. Simba watu wanaijua sana, na wenye watu wa Misri wanaijua Simba, tuliweza kuwafunga Zamalek kwao kule kule. Hii ilikuwa ni ishara ya wazi kuwa Simba ilikuwa ni klabu yenye ndoto ya kutawala soka barani Afrika kwa miaka mingi. Zaidi wachezaji wa Simba wamekuwa ni sehemu ya mafanikio tangu enzi za kina Gharidi Abed Haidari Abed Adala King Kibaden na kadhalika, wameonyesha uwezo mkubwa katika mechi za kimataifa na hata kwa wachezaji wa miaka hivi karibuni kama vile Juma Kaseja, Juma Jabu, Bonfas Pawasa, Victor Costa, na mpoka na wengine wengi wamekuwa sehemu ya mafanikio ya klabu hii. Simba inapokutana na vilabu vikubwa kutoka Misri, Algeria, Tunisia na nchi nyingine za kaskazini mwa bara la Afrika, wameonyesha mabadiliko makubwa ya kiuchezaji, na haswa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho tofauti wanapocheza mashindano ya ndani. Mara hii Simba inakutana na Al Masry ya Misri, ni timu nyingine yenye historia kubwa ya soka nchini Misri na Afrika kwa ujumla. Mara mechi kwa kweli itakuwa ngumu sana. Mara bwana wao wanahitaji ushindi na ushindi. Sisi tunahitaji ushindi, lakini sisi hatutaki kupoteza. Mara hiyo mechi kama tukipoteza kwa sisi itakuwa si nzuri. Tunahitaji mwisho wachezaji wajitume tupate hata draw. Lakini wakija hapa kwa Mkapa hatoki mtu bwana. Hii mechi sisi, mi nasema tutashinda bwana na tutafuzu, tutapita kwenye, kuingia robo fainali, na mwaka huu tunaweza tukaingia mpaka nusu fainali mpaka fainali. Mi sina wasiwasi kwamba kikosi chetu cha Simba ni kikosi kizuri sana. Nawambia na wanachama na wapenzi watushangilie sana timu yetu kutoka huko Misri, kwa Konema TV hapa kishapika kwa Mkapa wote tujae pamoja tukashangilia timu yetu ya Simba. Al Masry imekuwa na mafanikio katika michuano ya CAF. Mechi hii ni kipimo kingine cha Simba Sports Club kuhakikisha kuwa wanadumisha mafanikio ya kimataifa. Simba inajivunia kuwa na kikosi chenye wachezaji wenye uzoefu na uwezo mkubwa. Katika mechi hii dhidi ya Al Masry, ni muhimu kwa Simba kupata ushindi, na inatoa fursa kwa Simba sports klabu kuanzia ugenini na kumalizia nyumbani kwenye dimba la Benjamin Mkapa, sehemu ambayo timu nyingi za kaskazini mwa Afrika wanapaona si sehemu salama wanapokutana na mnyama. Hakuna shaka kwamba mashabiki wa Simba wakishirikiana kwa karibu na timu yao wakiamini kuwa ushindi mwingine wa kihistoria unaweza kupatikana katika karai la moto Benjamin Mkapa Stadium. Kwa mashabiki, wachezaji na viongozi, mechi hii ina umuhimu wa kipekee. <laughs>